Na katika utetezi wake leo Mheshimiwa Lissu ameiambia mahakama kwamba kwa siku mia moja sitini na mbili na kwa mashtaka na ushahidi huu usio na kichwa wala miguu umemweka kwenye kuta za gereza kwa uonevu kabisa. Hili jambo linatia uchungu na huzuni sana. Pamoja na hayo, mwenyekiti ametoa darasa zuri sana la sheria. Tunahitaji utawala wa haki, mahakama itende haki na, na, na hatupendi na inatupa huzuni kuona kitendo hiki cha uonevu kinachoendelea sasa. Ni nirejee mambo kadhaa. Kesi hii imeahirishwa mpaka tarehe kumi na nane kwa maana ya kesho kutwa. Tarehe kumi na nane tutarejea tena kwa ajili ya kuendelea na kile ambacho eh, eh, eh, mawakili wa serikali wameomba kwa ajili ya kujibu yale ambayo Mheshimiwa Lissu ameyasema. Jana tulishuhudia vipigo ambavyo jeshi la polisi walivifanya kwa Watanzania wanachama na wengine sio wanachama walikuja tu kufuatilia kesi hii. Lakini pia tulishuhudia kitendo kibaya kilichofanyika ndani ya viwanja eh, hivi katika fensi hii. Kwa afisa wa mahakama ambaye ni wakili mwanasheria Deo Mainyila alifanywa kitendo kibaya akiwa afisa ndani ya eneo lake la kazi. Jambo hili limetufedhesha. Nirejee yale niliyosema awali, hata taarifa iliyotolewa na Fande Muliro ilikuwa ni taarifa ya uongo. Hakuna mwanachama mwanachadema ambaye anakuja hapa agombane na polisi, hakuna Hakuna mtu anatoka nyumbani aje agombane na polisi hapa, hakuna mwendawazimu huyo anayetoka nyumbani aje agombane. Watu wanakuja kufuatilia kesi, na kesi hii ina interest ya umma. Kwa hivyo tunalisi jeshi la polisi, watu wanapokuja, msifanye matendo yanayotia aibu ya kupiga watu, na wakati mwingine mnafanya kuwazuia watu kwa design, mnaweka magari yenu huko na huko na kuambia watu wasiingie humu ndani. Sasa majaji wametoa uamuzi wa mdogo baada ya Mheshimiwa Lissu kurejista swala hili, na askari walipoulizwa kwamba kuna zuio lolote mmezuia, mmeliweka la watu wasizuiliwe kuingia humu ndani, wamesema hawajaweka zuio, wamekana, wamesema hawajaweka zuio. sasa sasa kwa sababu hiyo basi niwaeleze na kuambia wanachama wote, njooni mahakamani mfuatilie shauri la mwenyekiti wenu. Njooni na polisi tafadhali, msituchokoze, hatuji kufanya fujo. Njooni, tutakapojaa ndani basi wale waliopo nje watakaa kwa utulivu. Ni wajibu wenu kufanya hiyo crowd management, muifanye vizuri, mko trained kumanage crowd. Kwa hiyo wale ambao watakosa nafasi ndani hatutagombana, wa, warundikane ndani, watakaa kwenye majani huku, watakaa nje vizuri bila kubugudhi mtu yoyote, msituchokoze. Na wanachadema na Watanzania, tusikubali kupigwa kama kuku, tusikubali kupigwa kama kondoo, sio sawa. Tusikubali tukipigwa shavu la kwanza geuza la pili, lakini kabla hujapigwa hilo shavu la pili isikilize sauti ya Roho Mtakatifu inayokuambia polepole yafuate hayo maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo, polisi tafadhali. Tueleweni na mtusome kwamba tunakuja kufuatilia kesi ya mwenyekiti wetu. Hatuji kugombana na mtu. Tutakapokuwa tumekuwa wengi basi mtupange, kaeni chini, tutakaa. Simameni hapa, tutasimama lakini sio kuwapiga kuwa watu na marungu kama vikuku hivi, msitufanyie hivyo tafadhali sana. Tuheshimiane hapa mjini. Tunafuatilia kesi ya mwenyekiti wetu, tutakuja, tutaketi kwa amani na tutaondoka zetu kwa amani. Kwa ninyi ndio msituchokoze, maana sisi hatuji kuchokoza mtu, tunafuatilia kesi hii. Watu wanasafiri kutoka mikoani, kutoka Singida, kutoka Mwanza, kutoka wapi, Mbeya ma, Bukoba, wamelipa nauli zao kufuatilia kesi ya mtu anayempenda, halafu mnakuja mnawapiga watu kama kuku namna ile.